Ya pesa kabisa, hey. Naviya jina yako ni ni maswaga, ndio?

leo nakuacha tu kitu chote mzima. Yo, sasa leo mimi nikitembea, eh. Sasa angalia. Leo angalia tu kutembea. Kutembea. Si mimi niko ah, wewe uko juu

Sasa hiyo fomu umeongelea fomu, umesema hey, ni kutolea fomu jonia hey, hey, ni fomu ya mpao hey, ama fomu ya shule ama fomu ya nini? Sasa tutaenda tu ona mwenyeweav alafu ninga ansasa ni fomu ya mpira